Hello, habari. Leo nitakuletea dalili za homoni kuvurugika kwa upande wa mwanamke. Kwa upande wa mwanaume tumeshaongelea, leo ni kwa upande wa wewe mwanamke. Dalili namba moja ni changamoto katika hezi, katika siku zake Utakuta, a, siku zake zinarukaruka mara mwingine yapati mwingine anapata tanzito anapata zenye vinyama, basi ni dalili za homoni kuvurugika. Namba mbili, kuweza kuongezeka ghafla, kuongezeka kupungua ghafla. Namba tatu, kukosa hisia. Namba nne, kukosa a, ute wa uzazi lakini. Namba tano, kushindwa kubeba ujauzito. Namba sita, kupata maumivu makali anapokuwa kwenye a, kwenye siku zake. Namba saba ni uchovu. Anakuwa mchovu na kukosa nywele nywele kuweza kuwa zinanyonyoka au kuweza kupungua kwa nywele nyingi. Nakuta nywele zinakatika, jua ni changamoto uh, ya homoni. Lakini pia uh, dalili nyingine kwa mwanamke ambaye homoni zake zimevurugika ni kuwa na hasira. Unakuta mwanamke anakuwa na hasira, jua homoni zake pia uh, zimeweza kuvurugika. Lakini pia uh, unakuta joto lake la mwili uh, mara anakuwa wa baridi anakuwa wa moto. Lakini pia maziwa, a, a, tunasema a, maziwa, a, maziwa yake kutoa maziwa ili hali sio mjamzito wala anyonyeshi, basi hizo zote ni dalili za homoni kuvurugika. Tuambie ni dalili gani ya homoni ambayo inakutesa hapo chini, huyo mwanamke.